Ye yeah, unaambiwa mlima Everest unajulikana kama ndio mlima mrefu zaidi uliopo juu ya usawa wa bahari wenye urefu wa mita 8,848.86. Walakini, Mauna Kea huko Hawaii inadai jina la mlima mrefu zaidi unapopimwa kutoka msingi hadi kilele. Kuanzia sakafu ya bahari, Mauna Kea huinuka kwa kustajabisha mita elfu kumi mia mbili na kumi ikipita Everest kwa karibu ya mita elfu moja na mia nne juu ya usawa wa bahari. Maunakea ina urefu wa mita elfu nne mia mbili na saba na, na umati wake mwingi umefichwa chini ya bahari ya Pasifiki, na hivyo Everest ndiyo mlima mrefu zaidi kutoka ardhini, lakini urefu kamili wa Mauna Kea unaonyesha kuwa ni jitu la kweli la milima. Kwa hiyo ni nini tutatazamia, kati ya mlima Everest ama mlima Mauna Kea ambao tumekuja kuona? Mlima Everest wenyewe unaanza usawa wa bahari, hapo ndo kitovu chake, mpaka kileleni, ama mlima Mauna Kea ambao unaanza kwenye kilele unashuka mpaka kwenye usawa wa bahari na unaendelea kuenda chini mpaka kwenye basement yake. Ni nini maoni yako juu ya mlima Everest na mlima Mauna Kea? Until the next time. Bye bye. Pao.